Warigani, wana michezo karibu, tuzungumza leo yote ya kimichezo kubwa zaidi. Tunaangazia mchezo wa Simba Sports Club mnyama dhidi ya Mbeya City. Mchezo huu ni mchezo wa ligi kuu ya Tanzania NBC Premier League. Shabiki wa Simba yuko hapa yara, tupirisha mawili matatu kuelekea mchezo huu wa Simba dhidi ya Mbeya City. Habari za wewe? Nzuri, najua ni shabiki wa Simba lakini Uh, tueleze maweri matatu kuelekea mchezo huu wa Mbeya City dhidi ya Mnyama Simba. Japokuwa uh, Simba ana majaruhi mabaya huko kwenye klabu bingwa barani Afrika mpaka so sasa hana hata pointi moja mm-hmm, na imekuwa ni gumzo sio Tanzania tu, hadi nje ya mipaka ya Tanzania. Ukiwa kama mashabiki wa Simba tueleze eh, kwanza Simba mwaka huu ni msiba, kwa sababu ni klabu namba tano kwa ubora Afrika, lakini kwenye kundi lao ndo watu wanaoshika mkia, hawana hata pointi moja kwa hiyo ni jambo linaloshangaza watu wengi. Lakini kwa kikosi cha Simba alicho nacho usajili aliyofanya ya yeah, lazima mishangao iwepo. Ah, bado watu wanalia na meneja wa klabu ya Simba mzee wa matatu. Wengi wanaamini mpaka sasa klabu ya Simba haina kocha, kocha mkuu. Pengine performance au uwezo wa Selemani Matola haukivi, uh, viwango vya wachezaji waliopo Simba kuhakikisha Simba wanatengeneza nafasi za kupata magoli. Wachezaji ni wale wale. Tuseme mpira wa Afrika ni ule ule. Utofauti unakuja kwenye uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Ila mpira wa Afrika ni ule ule. Shida kwenye kikosi cha Simba, kuna matatizo mengi sana tukitoa wachezaji na benchi la ufundi, kwenye uongozi tu kuna tatizo. Ndani ya uongozi wa klabu ya Simba, tatizo linalotugharimu sana ni kwenye uongozi, ndio inapelekea klabu kutofanya vizuri, kwa sababu Simba iko tofauti na Yanga. Yanga wao wana mtu anaitwa anaitwa yeah. Injinia. Injinia bwana, kinachomwokoa ni kwamba yeye anapopata mchezaji kwenye dirisha la usajili, anaenda yeye kama yeye, anatoa pesa zake, anaongea na mchezaji, wakishakubaliana anasaini, anakuja kuitumikia klabu. Ni tofauti na Simba. Mashabiki wengi wa Simba wanashindwa kutambua hiki kitu, kwamba pale kuna mpasuko. Mpasuko uliopo, kila kiongozi ana mchezaji wake pale, kila mchezaji ana bosi wake. Kwa hiyo hiyo ni changamoto. Nizungumzie kwa elimu Panzu, ambaye tulimwimba sana wakati amekuja, tumemwimba sana na alivyomalizia ligi ile, alikuta iko mwishoni, nadhani alikuja diisha dogo, tulimwimba sana, ni mchezaji ambaye tulikuwa tunaona ni tegemeo lakini baada ya hapo sasa, tatizo liliingia kwenye uongozi mpaka ikafikia hatua tulikuwa mashabiki hatumtaki Mangungu na Salum trayageni. Umeona, Mangungu ikashindikana kumwondoa, lakini trayageni yeye yeah, akaondolewa. Baada ya kuondolewa, tayari tukawa tumeweka mpasuko, kwa sababu mpanzu ukifuatilia Mpanzu amesajiliwa na Trayageni. Hata ile siku ya mwisho dirisha linakwenda kufungwa, Trayageni ndo alipanda ndege kwenda Kongo kumalizana na nani na Eli Mpanzu. Kwa hiyo Eli Mpanzu kubali kataa, analipwa pesa na Trayageni, siyo klabu ya Simba, analipwa na Trayageni na Trayageni ndo aliyomsajili Eli Mpanzu kwa hiyo ukija ukifanya uchunguzi unaona kabisa pale kuna wachezaji wa aina tatu. Kuna wachezaji wa modeuji, kuna wachezaji wa mangungu, kuna wachezaji wa nani, wa Triageni. Kwa hiyo tayari hiyo ni moja ya sababu ambayo inapelekea Simba kutofanya vizuri baada ya kumtoa Triageni kwenye uongozi. Unaona kiwango kimedropu cha elimu panzo ina maana anacheza kwa maelekezo bosi, hana ugali anatoa maelekezo, bwana fanya chochote, kwa sababu yule ni mchezaji na anatafuta hela, hata akicheza vipi ovyovyo atalipo hela yake, hakuna shida. Bosi si ndo kasema, akatoa maelekezo, wewe unamfanyaje? Na yule pale ni mchezaji mkubwa, watu wote wanamwangalia, sio kusema kwamba akifanya vibaya Simba akatoka atakoswa klabu ya kwenda ni swala gumu. Kwa hiyo kinachotugarimu sisi Simba ni viongozi kwanza, kwenye mpasuko. Kila mchezaji ana bosi wake na kila kiongozi ana mchezaji wake. Hii ndio imepelekea mpaka leo Simba kukosa pointi hata moja. Umeona, ni aibu sana kwa timu kama Simba Sports Club ambayo Imechagiza ime mpaka ku, ku, kuifanya ligi yetu ya Tanzania kuwa nafasi ya tano barani Afrika kwa ubora yeah. Leo hiko imechuana klabu bingwa hana hata pointi moja, mchezo wa pili nje ndani amepoteza ame yeah. Tukiangazia sasa kwenye upande wa safu ya wachezaji, hili nani alaumiwe? Ni kwa wachezaji wenyewe au kama unavyosema haya makundi ambayo yako ndani ya, ya klabu ya Simba wanashindwa kujikontrol na kuweka uzalendo ndani ya klabu, au wako kimaslahi kwa ajili ya kutimiza haja zao? ya yeah. Unalolisema ni kweli kabisa, yaani tatizo kwanza kwenye uongozi, kwenye uongozi ndio kuna tatizo. Uwezi ukawa kwenye klabu moja, kunakuwa makundi matatu, na hayo makundi matatu kila kiongozi anakuwa na mchezaji wake. Kwa hiyo pale tayari utaona ni mpasuko, umenielewa? Kwa hiyo tunaweza tukamlalamikia kocha tukawalalamikia wachezaji, lakini tatizo linaanzia kwenye uongozi. Mnaona, japokuwa na wachezaji nao wana matatizo, lakini pia hata benchi la ufundi, naona kwa kocha sio kocha, meneja. Sasa utashangaa kwamba sisi tunahitaji kocha, tunaletewa meneja, hilo <laughs> nalo inatakiwa uliangalie. Yaani sisi tunahitaji kocha, tunaletewa meneja. Meneja mwenyewe tunayoletewa ndo huyo huyo tulimtoa kuingia makundi, ndo tunaletewa anakuja kuishika klabu halafu, ikiwa nafasi e, e, ya tano Afrika. Umeona, tumemtoa Gabaron kule amekuja Simba, tumemtoa sisi lakini amekuja Simba, iko nafasi ya tano kwenye ubora barani Afrika, ndo tunampa yeye. Anakuwa meneja, sio kocha pale. Anaandikwa ma, eh, Matola ndo kocha sasa. Uta, utaona kabisa kwamba kwenye uongozi kuna shida. Kwa hiyo kumbe klabu ya Simba haina kocha mkuu. Kocha mkuu ndo huyu Selemani Matola, kwa sababu ndo tunayemtambua, ndo kocha mkuu. Huyu ni meneja, hata inapoanza mechi pale wanaandika kwamba kocha mkuu ni Selemani Matola, ina maana yule vyeti hana vyetiana wakimwandika kocha mkuu, ina maana tayari lungu linawahusu. Kwa hiyo huyu sio kocha, ni meneja. Sisi hizi levo za umeneja bado hatujafikia huko, tunataka kocha angekuwa nayo, angekuwa yeye ndo kocha mkuu. Sawa, timu inarudi kwenye ligi, kesho iko dimbani, tutegemee tulioona klabu bingwa ndo tutaona kwenye kombe la la NBC Premier League. Hapana, kwenye ligi na klabu bingwa vitu vili tofauti. Klabu bingwa wakubwa wanacheza wakubwa, lakini majina tofauti tofauti, unakutana na watu wenye talenti ya hali ya juu. Japokuwa hata hapa kwetu kwenye ligi yetu kuna talenti, lakini ni tofauti na hizi Simba na Yanga.